Iendelee, Mchinga kuchee, tuchape kazi na kazi iendelee, kazi na utu, utu Dakta Samia Suluhu Hassani, oye! Emanuel Chimbi, oye! Wana Nyangara, safi. Kiatu cha mtoto havai havai, nani motomoto? Nye mnakiona hiki kinachorukaruka juku, nakijua hicho, ichi hapa, ekiona, mnakiona, kinashuka, makiona, mna hicho kinapanda kishushe mpaka kwangu hapa, kishusha kishushe kishushe kishushe kishushe kishushe kishusha, kishushe, kishushe, kishushe, kipandishe. Nenda, apeeka kule kule kule kule. Haya basi hapo hapo, sisiemu kidumu, Chama cha Mapinduzi. Asanteni sana awayo wote, naomba Nimshukuru Mungu kwa kutuwezesha kuwa hapa siku yale, ya leo ya tarehe kumi na moja mwezi wa tisa mwaka ishirini, ishirini na tano. Tunamshukuru Mungu atuongoze, atulinde, atujalie. Tangia tumeianza kampeni hii leo, ni siku ya tumezindua kule Rutamba. Naamini kuna watu wengi waliwawakilisha. Tukatoka Rutamba, siku iliyofuata tukaenda Ruvu kwenye kata ya Mchinga, na siku iliyofuata tukaenda Mchinga mbili, na leo ni siku ya tatu kwa siku ya nne, tupo hapa mipingo kwenye kijiji cha Mnyangara. Tunaomba Mungu atusaidie, atuwezeshe, msaidie rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, amjalie afya njema na wote ambao wanaambatana nao, halikadhalika na sisi atujalie afya njema ili tuweze kumaliza uchaguzi wetu kwa amani, utulivu na usalama. Kama ambavyo inavyofahamika Tanzania, Afrika Mashariki, Afrika na duniani kwa ujumla kwamba Tanzania ni chemchem -chem ya amani, utulivu, mshikamano na upendo. E Mwenyezi Mungu, tukubalie haya. Ndugu mwenyekiti wa tawi letu, mwenyekiti wa CCM wa wilaya yetu, kamati ya siasa, wagombea wote ambao kura hazikutosha, mheshimiwa diwani ambaye kura zimetosha, wana hamasa kwa kweli, mmetia fora. CCM oye! Kwa kweli napenda kuwatambua wasanii wote ambao wametumbuiza siku ya leo, na ninyi kwa kweli mmefanya kazi nzuri, ongereni sana. Sambamba na hilo, mwisho kabisa, niwashukuru viongozi wetu wa dini ambao wametufungulia mkutano wetu huu, kwa sababu bila imani mambo mengine huwa hayaendi. Pamoja na wananchi wote, nikisema wananchi wote sina maana hapa kuna Simba au Yanga, wananchi wote ndio ninyi ambao mmehudhuria kwenye mkutano wetu huu wa siku ya leo. Ninawapongeza sana kwa ushiriki wenu mkubwa, tangia asubuhi mko hapa, mpaka sasa hivi mko hapa. Nasema asanteni sana. CCM oyee! Kilichotuleta hapa leo ni kazi moja tu na kazi yenyewe iliyotuleta leo hapa si nyingine bali ni kuomba kura kwa wagombea watatu. Mgombea wa kwanza ni Daktari Samia Suluhu Hassan. Daktari Suluhu Hassan kwenye bango lile mnamuona kwenye bango hili hapa mnamuona, ni yule ambaye yuko katikati, yule ndio daktari Samia Suluhu Hassan. Kwa nini tunamwombea kura daktari Samia Suluhu Hassan? Ni utaratibu wa taifa letu. Kila baada ya miaka mitano tunapiga kura ya rais, wabunge na madiwani. Kwa hiyo na kura hizi, kwa nini tunazipiga? Kwa sababu ni utaratibu wa kisheria na katiba yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania tulivyopanga kila baada ya miaka mitano tutafute safu mpya ya uongozi katika taifa letu la Tanzania. Kwa hiyo wakati umefika na siku imefika, itakapofika tarehe ishirini na tisa ya mwezi wa kumi mwaka ishirini ishirini na tano tunatakiwa watanzania wote wenye haki ya kupiga kura, wenye haki ya kupiga kura ambao wametimiza miaka ishirini na moja watoke majumbani kwao, watoke kwenye kila kona zote alisafiri kwenda sehemu nyingine, arudi kwenye eneo lake, kwa sababu ya kutimiza haki yake ya msingi ya kikatiba ya kupiga kura kwa Daktari Samia Suluhu Hassan. hapo vipi? yeah! wawili au wasaidizi wake wawili wanaomsaidia na msaidizi huyo mwingine ni mbunge, na hii hao wabunge wapo kona zote za Tanzania, lakini katika jimbo letu la Mchinga la maendeleo kwa sababu wanajua Salma Rashid Kikwete ni mpiganaji, ni mpambanaji, ni mtu ambaye anajali watu wa aina zote bila kuzingatia itikadi na msimamizi mzuri wa

Nataka niwaambie. Ndio. sisi ndio Mchinga. Ndio. Sawa. Ndio. sisi ndio nani? Ndio. Mchinga, tumezingatia hali zote na hasa kata ya wapi ya Mipingo, tumezingatia hali zote, tumezingatia sisi na watu wenye mahitaji maalum. Yule akasema unajua ya kwamba, unajua ya kwamba tunaonekana duniani kote. Ni kweli, dunia yote imetumulika. Tanzania wakamulika jimbo la Mchinga la mke wa rais wa awamu ya nne, Daktari Jakaya Mrisho Kikwete. Kweli ama kweli, Tanzania iko juu na kwa Mama Salma wako juu kwa sababu Oye. Oye. Na hii ndiyo hali halisi ya taifa letu la Tanzania. Ndio, na kwenye katiba ya chama chetu nasema watu wote ni sawa, sawa na Afrika ni moja. Watu wote ni sawa, sawa na Afrika ni moja. Moja. Na usawa huu tumekuonyesha sisi kwenye jimbo letu la Mchinga. Kwa muktadha huo, ninawapongeza sana wale ambao wale ambao kwenye vikao vya ndani kura zikutosha, na kura za mwanamkulile zikatosha, na wote hapa umewasikiliza na wamesema Kitanda kwa kitanda, uvungu kwa uvungu, kwenye gari wote tutakwenda, kwenye miti kule. Zamani walikuwa wanasema tunaenda kutenga, tutawapandia. Yani hakuna hata sehemu ambayo hatutaweza kwenda kuyomba hiyo kura ya ndio kwa rais, mbunge na diwani, na hasa padumgo. Tanzania, Tanzania oye, Tanzania, chinga kucee na kazi. Na hapa sisi tuko kazini, hapa tuko kazini, tunataka tuichape kazi. Na Mchinga yenye maendeleo, tunataka tuione ndani ya miaka mitano ijayo

Kila mtu anaona ni historia <laughs> <laughs> lakini kwa kudra za Allah daraja lile, ni mvua ikaja, daraja sasa, angalia umakini wa Tanzania, pamoja na mvua yaliyoonyesha daraja limesombwa, kalikusombwa, limesimama vilevile, wago kweli

Wana chama kilicho bora kilichobora chenye ilani kama hii hiki ndio chama bora kuliko vyama vingine vyote katika nchi hii na sio hii tu bali hiki ni chama bora Tanzania Afrika na duniani kwa ujumla wake nani kama musisikie hisi mtu anasema amekula ubobwa wake amemaliza akasema mimi nataka kutawala. Kuna mtu anaweza kutawala zaidi ya Mama Samia Suluhu Hassan hapa? Hakuna. Mama Samia Suluhu Hassan amepata tuzo za kidunia kwa ajili ya uongozi uliotukuka na uongozi uliokuwa bora. Ameleta zile ina maana kubwa kabisa katika ulimwengu wa leo. Hakuna mtu mwingine yeyote aliyefanya maridhiano hivi. Unafanya maridhiano na mgonzi mwenzio, yeye atasema hapana, mimi nitafanya maridhiano, tukae pamoja ili tujenge taifa letu. Hayo yote amefanywa na Daktari Samia Suluhu Hassan, ndio maana leo ya uongozi uliokuwa bora. Mama Samia, endelea, tuko nyuma yako. Wana Mchinga wako nyuma yako, wana Mnyangara wako nyuma yako. Siku ikifika, wana Mchinga wamesema watakuchagua kwa asilimia tisini na tisa nukta tisa tisa tisa tisa Samia Suluhu Hassan na sasa hivi anachanja mboga mbuga katika taifa letu la Tanzania, kusaka urais, na kila anapokwenda, mnaona umati wa watu na hata atanyewa... leo mlisema Mama Samia hata akiweka tanga hapa sisi nini tunamchagua. Lakini wajibu wetu kuja kuwambia Wanamchinga na washukuru, Wanamnyangara na washukuru kwa kazi kubwa na nzuri mulio ifanya. yeah. yeah. Yeah. Rais ya jamhuri ya muungano wa Tanzania mie yeah, yeah, chifu angaya Dr. Samia Suluhu Hassan, kazi na utu hasa kwa sababu ya mambo mazuri na makubwa aliyoyafanya katika taifa letu la Tanzania. Sasa hivi watu wanatoka Dar es Salaam Dodoma, na kutoka Dodoma kuja Dar es Salaam, na wanaendelea na kazi. Sasa hivi umeme kila kona, simeonyesha mawasiliano kila kona, maji kila kona, barabara hii kila kona, na ndio maana hapa nikaomba hichi kijitabu kutoka Mkwajuni, kiko kwenye ilani, humu ilani ya Chama cha Mapinduzi kutoka Mkwajuni. Kilomita sabini tutajenga barabara hii kwa kiwango cha changarawe, iko umo, wakati mwingine tunasema, lakini sasa hivi iko

namba 59 na hiyo na ndio kiu yetu, kwa sababu huku ndiko tunakozalisha ufuta, mbaazi, huku tunazalisha korosho, vile vile zipo huku. Tunataka tujenge hiyo barabara ili iwe rahisi kutoa mazao yetu kutoka kwenye mashamba kuyapeleka kwenye maeneo husika, hatimaye wale wanaokuja kununua waje kununua kwenye sehemu inayofikika. Hapo vipi? Kwa hiyo kwa hiyo kufungua ufunguzi wa barabara mpya ya Mnyangara Tenda Guru kilometa sabini kwa kiwango cha changarawe pamoja na ujenzi wa madaraja kumi. Madaraja mangapi? Kumi. Madaraja mangapi? Kumi, pamoja na madaraja kumi. Ina maana ukishajenga hiyo barabara, uchumi hapa umeshaufungua na mwanadamu, mwanadamu ni uchumi, nchi ni uchumi. Mkiwa na uchumi mzuri mambo yote yanakwenda sawa sawa. Mipingo oye! Mnyangara oye! Sasa, kwa muktadha huo, ndio maana naomba tena kura zenu za ndio, ili changamoto zile zote mlizozieleza kwenye maeneo ya msingi, eneo la maji eneo la afya, eneo la miundombinu ya barabara, eneo la mawasiliano na eneo maeneo yote umeme, elimu na kadhalika, niweze kuyashughulikia katika kipindi cha 25 20 30.